Pia katika shamba la darasa letu tunalima Chinese, yani mbogamboga aina ya Chinese. Kama huo mnaona, Chinese yetu inapendeza. Sasa hicho baki hapa ni kuipalilia vizuri, kwa tunaona kwamba tutaivuna kwanza ndipo tuweze kuipalilia Chinese. Inafaa kuacha nafasi ya angalau sentimita hamsini ili uweze kupata nafasi nzuri ya kupita na ya kuweza kuchuma mboga. Na sentimita hamsini hizo ni kutoka shina mpaka shina, lakini unaacha sentimita 60, sentimita 60 kutoka mstari mpaka mstari, ili mvunaji aweze kupita katikati ya hiyo mistari na kuweza kuchuma vizuri. Naona chainizi yetu ina wiki mbili baada ya kupandikizwa, na tunaona sasa hivi imeshafunga vizuri cha Chinese ni zao lepesi sana na la haraka kwa ajili ya kuvuna. Tunaona ina wiki mbili baada ya kuweza kupandikizwa, lakini sasa hivi unaweza kuanza kuivuna. Na kwa jinsi ya kuivuna, ili uweze kuendelea kupata mazao kupitia Chinese hiyo, unakata katika shina kabisa chini, yani kimaanisha, unapovuna, una ikata huku kwa, kisha unasafisha huku chini ili iweze kuendelea kutoa machipuzi mapya.